Sasa ni mfanyakazi wa Azam na Ally ni mfanyakazi alikuwa mwenzangu. Ally nimemfahamu muda mrefu, kuanzia mtaani, nilikuwa nakaa naye jirani yeye nakamatnakama mimi Sahara, na pia mimi nilikuwa mwanamichezo, kwa hiyo tulikuwa tunacheza uwanja mmoja, huko football, sisi huko tulikuwa tunacheza netball. Kwa k ninamjua toka enzi Ally alikuwa ni kijana mmoja, yaani kama maji tu, usipomnywa utamuoga. Na ukikaa na Ally, alikuwa hachoshi, kwa sababu ana mambo mengi kwa wakati mmoja, atakuchekesha wakati huo atakufundisha, atakufanya uwe bora, yaani ni mwalimu. Ally ni alikuwa mwalimu, na vijana wengi kufuatia kifo chake amelia. Achana na kwenye uandishi tu, waandishi tuka tuna, tuna timu inaitwa taswa ya football na netball, alafu tunakuwa tunacheza kiwanja kimoja, alikuwa mwalimu. Achana na huo ualimu tu wa kwenye mpira, alikuwa mwalimu hata kwenye kutoa maelekezo ya kazi. Nafikiri vijana wengi watakuwa wataungana na mimi hata hapa Azam alikuwa mwalimu wao. Nakumbuka mimi wakati wandishi, na soma kwenye uandishi, nilikuwa nasomea uandishi, nilikutana na Ally. Nilikuwa na karibu kama hiyo nilikuwa naomba. Nikakutana naye akaniambia, "Mwani, nasikia unasoma uandishi." Nikamwambia, "Kaka ndio." Aliambia, "Ah, unasomea uandishi gani? Mimi nasoma uandishi general. Kwa nikifika kwenye newsroom nitapangiwa. Na atakubali majukumu." Basi nikafika kwenye newsroom mimi, nikasoma nikamaliza, nikafika newsroom, nika, nafanya kazi. Bahati mbaya walinipanga upande wa hard news za habari zile ngumu, si za michezo. Lakini bosi akapata ushauri kutoka sehemu, akaambiwa bwana Mwani yule ni mwanamichezo, huko unapomweka unamkosea. Basi wakanitwist, nikaja kwenye michezo. Sasa pale nilivyokuja kwenye michezo, nimeingia kama junior. Kwa hiyo ndo nilipo, Ali aliponisaidia. Nakumbuka zamani, wakati una, unaandika habari za mchezo, maeneo makubwa ya kupata habari yalikuwa TFF kwenye mechi uwanjani, kwenye mikutano mbalimbali mbali. sasa mi nilikuwa junior, kwa hiyo hata ile kwenda uwanjani, nafikiri uwanjani, unajua unaingia na kadi, sikuwa napata nafasi. Basi siku moja kuna mechi ya kimataifa nafikiri Yanga wamecheza na nani, sina uhakika. Ally akanipigia simu, oya wee, vipi? Nikaambia poa, unaenda uwanjani? Nikaambia mi uwanjani siendi, niko tu ofisini, mtoka nje hapo. na kupitia yeye alikuwa anafanya kazi kipindi hicho ITV, na kama unakumbuka Ally alikuwa anafanya kipindi fulani kinaitwa tamasha la michezo, kwa hiyo anaenda maeneo mbalimbali kusaka habari ya kuweka kwenye ile kipindi chake cha tamasha. Basi kwa hiyo akaipitia pale, nikaambia ah, shika hiyo hapo, twende huko, utajua lini twende tukana, twende tutoke. Basi nikafika uwanjani kweli, yani mimi gadi yangu ilikuwa ni Ally, kwa hiyo nikawa nimeingia uwanjani kwa mgongo wa Ally, na nilivyofika akawa ananielekeza vitu vya kufanya, fanya hivi fanya hivi fanya, fanya, fanya, fanya, fanya, basi pale bahati nzuri mi pia nilipata wahariri wa, wazuri. Nilipata kaka mmoja isiji na, na alikuwa nashirikiana, ikawa kwa kweli nikiambatana na Ali. Na kumbuka, Ali kipindi cha tamasha alikuwa mpiga picha Idi Mambo ndio alikuwa mpiga picha wa Ali watatu unaenda kwenye wapi, tunatembea na Ali, unajua. Basi kwa hiyo nikajua michezo mingi kupitia Ali. Basi bwana, haya, nitamkumbuka sana, mefanya mengi yani mpaka nasikia uchungu Ali. Basi ukiacha aa, ukiacha kwenye uandishi tu hata nyumbani tulikuwa tunashirikiana. Mimi nakumbuka nimesoma na mdogo wake Ally Shabani Mkongwe ule aliyokuwa anacheza mpira, lakini nimekuja huko kwenye media nimekutana na Ally Mkongwe. Kwa hiyo ni familia, ni watu wangu karibu sana, ni familia sana. Kwa hiyo nimeumizwa sana, wtukutayari na kuli, nitamkumbuka sana.